Majina yangu naitwa Justine Januari Kiboko, ni mkazi wa Namanyere, kata ya Majengo hapa wilayani Nkasi. Mimi nawashauri vijana, wakinamama, wazee na watu wote, muda wa uchaguzi ukifika, twendeni kwenye uchaguzi tukawachague viongozi. Hizi kauli za watu kwamba E, tusishiriki chaguzi kwa sababu yako ziko changamoto ndogo ndogo ambazo wao wanasema, kwanza ni uvunjifu wa kanuni, lakini pia na katiba ya nchi yetu, kwamba viongozi wetu wanakuwa madarakani kwa miaka mitano. Ukisema tusiende kuchagua viongozi, tafsiri yake nchi itakuwa haina viongozi. Sasa ni taifa gani linaweza likaendeshwa bila kuwa na viongozi? Mabadiliko mbalimbali yameshafanyika kwenye nchi yetu katika kanuni za uchaguzi. Wakati mama anaingia madarakani, moja ya mambo waliokuwa wanalalamika eh, vyama vingine eh, kwa mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni kubadilisha tume iwe tume huru ya uchaguzi. Imefanyika marekebisho, na sasa kutoka tume ya uchaguzi leo tuna tume huru ya uchaguzi, lakini pamoja na hayo kulikuwa madai kwamba wakurugenzi wasimamia uchaguzi kwa sababu wakurugenzi hawa ni wateule wa mheshimiwa rais, wameondolewa kwenye, kwenye, kwenye kusimamia uchaguzi e, ni jambo gani tena lingine ambalo linataka e, lifanyike ili kusudi watu waone mabadiliko? Kama kuna mtu ana jambo, kama kuna mtu ana maoni kama kuna mtu ana ushauri kwa serikali, namna gani bora ya kufanya ili tufikie uchaguzi huru na wa haki, anaruhusiwa kupeleka. Lakini kuendelea kuhamasisha leo wananchi kwamba wananchi wasishiriki uchaguzi mpaka hayo mabadiliko ambayo wao wanayataka sio sawasawa. Halafu kwa bahati mbaya sana unaona i, hawa ambao wanazungumza haya mambo, kwa nini iwe ni matakwa ya chama kimoja na sio matakwa ya wananchi wote? Kwa mimi wa, na, wa, na wasihi wananchi e, ili tuweze kusonga mbele na maendeleo yetu. Mimi kama kijana wa Tanzania nawaambia vijana, wakati wa uchaguzi ukifika, twendeni tukashiriki uchaguzi. Hatuwezi kupata maendeleo kwenye maeneo yetu bila kwenda kwenye uchaguzi, kama tunavyofahamu na nimesema hapo awali, viongozi wanadumu kwa miaka mitano. Kwa hiyo ukisema tusichague leo viongozi, hatutakuwa na lami. Ukisema tusichague e, viongozi, hatutakuwa na barabara, hatutakuwa na maji, hatutakuwa na huduma za afya e, e, e, wakina mama wajawazito hawawezi tena kufanyiwa huduma zao bule kwa sababu bajeti itapishana na nani. Sasa hizi ni ajenda ambazo zinapaswa kupuuzwa na kila mtu mwenye akili timamu, zipuuzwe kabisa. Tuendeni kwenye uchaguzi, tumejiandikisha kwa wingi, tulijiandikisha na kadhalika Ei, tukachague viongozi, na kama yako mabadiliko viongozi au tutakaowachagua wataendelea kuyapigania mabadiliko taratibu taratibu, na tutafika huko ambako pengine hao wenzetu ambao hawajaelewa wataelewa. Mi nawasihi vyama vyote vya siasa, vyama vyote wajipange kuenda kwenye uchaguzi ili kusudi waweze kupata viongozi. Atakaeshinda atakuwa kiongozi wetu, wa chama chochote atakuwa kiongozi wetu. Lakini leo chama kimoja au kundi fulani kuanza kuhamasisha watu kwamba tusiende kwenye uchaguzi ni kutaka kuzuia maendeleo yetu. Asante sana. Sisi ni Tanzania.